ozo unaendelea kutokota kati ya wizara ya afya na baraza la magavana kuhusu wahudumu wa afya walio chini ya mpango wa UHC. Hii ni baada ya waziri wa afya Aden Duale kutangaza kuhamishwa kwa wahudumu hao kutoka wizara ya afya hadi serikali za kaunti. Hata hivyo, magavana wamepinga agizo hilo wakisisitiza kuwa kaunti hazina pesa za kuwaajiri wahudumu hao. Hatima ya wahudumu wa, wa afya zaidi ya elfu nane walio chini ya mpango wa UHC iko katika njia panda, baada ya magavana kupinga agizo la Waziri wa afya Aden Duale kwamba wahamishwe katika serikali za kaunti.

Waziri Duale alitangaza kuwa kuanzia Julai mosi wahudumu hao wote watahamishwa katika serikali za kaunti, akiongeza kuwa kwa sasa wizara ya afya haina fedha za kuwapa kandarasi za kudumu. Magavana wakipinga hayo muungano wa wahudumu umesema serikali kuu ina nia ya kuwatema baada ya kufanya kazi kwa zaidi ya miaka mitano. 3.5 I think it was around 4.5 billion, hizo hela zote zinaenda kufanya renovation ya State House na UHC wanahitaji pesa hela kidogo sana. bunge na bunge pamoja na e, wizara ya afya lazima waketi pamoja, watuelezee sisi kama viongozi wa afya, hizo hela ambazo tunahitaji katika hii bajeti ina somo ya 2025, 2026, tunataka tuone hizi pesa ndani, na kama itabidi sisi kama vyama vya afya twende mgomo, sisi sote ndio waweze wakawekwa kwa, kwa kandarasi za kudumu. Sisi tuko tayari na tutaenda mgomo. Huku mvutano huu ukiendelea, wahudumu hao wa UHC wanaendelea na mgomo wao. Siku ya Jumanne wanatarajiwa kuandamana nje ya wizara ya afya. Emily Chebet, runinga ya Citizen.